Tuko maeneo ya viunga vya uwanja wa Benjamin Mkapa, na masaa machache kutoka sasa, tutakwenda kushuhudia mtanangi wa duru la pili, hatua ya robo fainali shirikisho barani Afrika. Mnyama Simba atakuwa anaumana na Al Masry, akiwa mchezo wa kwanza Simba alikusha poteza, lakini mbele yangu hapa ni mzee wetu babu yetu, lakini juu akiwa na eh, bendera ambayo inamwonyesha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais huyu ambaye ndo yeye mama yetu ambaye analea taifa hili. Mzee wangu kwa ujuzi wangu hii ni mara ya pili nafanya interview na wewe. Lakini mara ya kwanza nilipofanya interview leo ulikuwa unavaa umevaa jezi za Yanga, kuanzia ya juu Yanga, mpaka chini Yanga. Leo hujavaa Yanga umevaa Manchester United, lakini anacheza Simba. Kwanza heshima yako, waambie watazamaji jina lako nani? Alafu kwa nini leo hujavaa jezi ya Yanga? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa majina naitwa Julius Sonji Masatu Matumu, mzaliwa mkoa wa Mara, wilaya ya Msoma vijijini. Siku ya leo naitangaza rasmi kwamba inaitwa Tanzania Simba Sports Club, akiwa mwakilishi katika machuano ya kombe la shirikisho. Leo ni siku ya Simba leo leo Nimekuja kama mzee Wayanga, tunaweka pembeni, Humini Azam tunaweka pembeni. Leo ni siku maalum ya mnyama anayekuwakilisha Tanzania Simba Sports Club. Mzee, nimeipenda hiyo ya kizalendo kabisa, kwamba mambo ya Yanga, Azam na timu nyinginezo unaweka pembeni, na shughuli ni moja tu, kuhakikisha mnyama kwa dua na ndumba anakwenda hatua ya nusu fainali. Ukimwangalia Simba ambaye alipoteza mchezo wa kwanza, unaona leo ana nafasi ya kupindua meza kibabe hapa Benjamin Mkapa. Wakati ilipofika saa tisa, bibi akanambia, babu nenda leo, naona furaha ipo na ushindi upo manake Tanzania ya Mama Samia, mbele ya umma na wawakilishi wa Tanzania, Simba Sports Club, lazima leo mwarabu alale. Mwarabu analala ngapi leo? Kupindua meza ina miguu minne, lazima alale nne. <laughs> <laughs> hebu na wajasikia kupindua meza kuna <coughs> woi, woi. ukipindua meza ina miguu minne ikitazama juu Leo mwarabu akiwepo yeah. Mukwala kwa lugha yangu ya nyumbani yeah. Leo anakwaruza leo, leo mwarabu ananyolewa bila maji yeah. Leo mwarabu ananyolewa bila maji leo, ananyolewa bila maji ananyolewa, anasikia maumivu. leo atasikia maumivu. Nataka uh -huh. Uniambie uh... Unaweza kusema nini kwa vijana wa Simba, kina Lionel Ateba kina Mkwala Mpanzu kina Shabalala, unawaambia neno gani kama babu yao, ambao unawaombea dua njema kuelekea ushindi wao? nimeaaposuka mtego unanasa. Kwa hiyo vijana wa Simba, leo mpira ni mpira wa kunasa kia weka mpe toleo hiyo kwa, kwa watu wasiofahamu, huyu ni mzee anaweza kusimama kwa mguu mmoja dakika nyingi, na umri wake huu. Mzee unaweza paka leo ile ngoma, angalia mtazamaji. Haya, mimi kijana naweza nikazitoboa hapa. Sasa nataka uniambie mzee wangu, e, mashabiki wa Yanga ambao hawayungi mkono Simba kwa wakati, unaweza kuwaambia nini? Ah, hawajielewi na wajitambui yeah. Kwa ajilia kama hiyo unakuwa unapoteza utanzania kwa mechi za kimataifa. Kwa hiyo ah, mashabiki wa Yanga ambao support Simba wanakosea, si ndio? <coughs> Wanakosea hata na mbele ya Mwenyezi Mungu, wanakuwa wajitambui kwamba wako ndani ya Tanzania. Simba na Yanga ni mapacha, kwa hiyo ninaandika Ki Simba Sports Club anayewakilisha kimataifa leo ni siku ya kimataifa ulimwengu Afrika mm. na watu wote leo mm. tunaangalia Simba mzee wangu, uh, Simba akiwenda nusu fainali, raha yako furaha yako itakuwaje kwa bibi nyumbani? A, ni wana Simba tukujua niliyoyaongea mm. katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa siku ya leo mm. yawe na uhakika na yawe ya, ya kweli mm. na ukweli daima. neno moja kwa mashabiki wa mpira neno moja kwa mashabiki wa mpira, wengi niliona huko mitaani kama wana sita sita. Kuja ndio waliokuja, tunaondoka na ushindi. Simba naondoka na ushindi, Tanzania naondoka na ushindi, si ndio? Tanzania naondoka na ushindi. Bwana Ahmed Ali amekuwa akipambana sana, mashabiki wa Simba waje wajae hapa, unamwambia nini kijana wako Ahmed Ali? Ah, ndio mwenye kusikia atasikia, na hata mwaliko wa harusi ya, ya, ya, ya, ya Bwana Yesu ilipofikia wale waliokuwa wenye harusi hawakufika, ikabidi aite watu wowote kutoka barabarani wakasherekea. kwa kwa kwa hiyo walikuwa na harusi. Kwa hiyo hii sherehe ya leo yeah. ni kutoka tu na ushindi yeah. wala Simba Sports Klabu Tanzania uh-huh. haiwezi kuwa daraja ya Mwarabu kuvuka kwenda kimataifa. Bwana mzee wangu, asante wa sana kwa mazungumzo yangu. Bwana huyu ni baba, ni shabiki na ni ni babu yetu eh, ni shabiki wa klabu ya Yanga mara nyingi amekuwa akija uwanjani akivaa mavazi ya Yanga kuanzia kofia mpaka socks za miguu, lakini leo kwa utashi na kizalendo amekuja hapa akiwa amevaa koti lake zuri ile ambalo ndani yake lina, eh, lina nyota hizi zimewekwa zikiwa zinaashiria hii ni Tanzania na hapo baadaye ni Simba mnyama. hey, hey! E, unaona maneno haya, huyu ni babu wa Yanga na hapa ni Benjamin Mkapa. Simba dhidi ya Al Masry amesema wazi kabisa kwamba mnyama anashinda goli nne Kinywa cha mzee kinaweza kuwa kinakula tambuu, lakini kosi maneno yenye busara. Asante sana, sana mzee wangu wangumajana <muchilipi> <muchilipi> <muchilipi>